Vitu muhimu vya kuzingatia katika utunzaji wa nywele wakati wa usiku um, ni kuhakikisha nywele zako zina unyevu kwa kuzipa unyevu kutumia maji au leave in conditioner, au hair growth activator spray au any hair tie ambayo unayo. Acha pia ni kuhakikisha nywele zako hazipotezi unyevu. Nywele zako hazitopoteza unyevu pale ambapo utapaka mafuta mafuta nikifunga unyevu, mafuta yatasaidia. Ngozi yako ya kichwa ina faida nyingi sana japokuwa watu wengi sana huwa tunapuuzia. Kitu cha kwanza, inapunguza Um, scalp massage pia inasaidia sana kwenye kuondoa dead skin cells uh, kwenye ngozi ya kichwa scalp massage itakusaidia sana kwenye uh, kwenye absorption uh, unyonyaji mzuri nywele yako ita itanyonya vizuri ile product uliotumia, kama ni unyevu, kama ni kifunga unyevu, vote vitakuwa vimenyonya vizuri kupitia Uh, kupitia scalp massage. Pia, scalp massage inasaidia sana kwenye mzunguko mzuri wa damu. Kama kuna mzunguko mzuri wa damu lazima itachochea ukuaji wa nywele. Kwa hiyo scalp massage ni kitu kizuri sana. Sio lazima tu usiku, baada hata asubuhi pa unapojiandaa kwenda kazini na mihangaiko hapa na pale, usisahau kufanya scalp massage. Ah, uh, kitu cha uh, kitu cha nne cha tatu ku, niku funga mabutu, zifunge nywele zako kote ukwenda kulala. Usilale nywele zako zikiwa loose, utafunga mabutu au kama unini style basi utaiweka vizuri. Kama umesuka lasa, basi usilale umezibana nywele usizibane kwa nguvu nywele hapana, ziachie, ili hata mzunguko wa damu uweze kufanya kazi vizuri, uweze kulala vizuri. Kama hujasuka, basi hakikisha nywele zako umefunga mabuto, ili nywele zako zisiweze kufungana, na kama tunavyojua nywele zinapofungana ni rahisi sana nywele kukatika. Kwa hiyo tuwe tu, tu, tu, tuwe makini pia sekta hiyo. Aa, kitu cha mwisho sasa ni kulala na satini bonnet, kama unavyoniona hapa, najiandaa zangu kwenda kulala, nimevaa satini bonnet yangu hii. Itagaranti nywele yangu unyevu, nilioweka kwenye nywele kutunzwa, itagaranti nywele yangu kutoko katika staili yangu nilioweka kichwani kutokuharibika. Uh, mafuta pia kutokupotea wakati wa kulala kwenye mito wapi na wapi. Kwa satini bonnet ni vitu vizuri. Kwa hiyo jamani, unyevu tapata kwenye majinaunaotumiaga kind of kama ni mafuta maji kama ni ma, uh, kama ni hair batters, zote sana kwenye kufunga unyevu. Uh, mabutu tusisahau massage. Kufanya massage kwenye ngozi yako kwe kichwa ni muhimu sana, na ya mwisho ni kulala na bonnet, au kulalia mtu sufi au uh, kulala na kitambaa cha wote tu, tu, tu tuone umuhimu kwenye kulala kwenye kutunza nywele zetu wakati wa usiku. Niambie wewe unafanyaje? Mimi nafanyaga hayo, nipe nyongeza ili wote tupate faida. Good night, guys.